Yes, mwana sawa sawa digital unajua kabisa, unajua kwamba mwaka huu ni mwaka wa e, uchaguzi e, kila chama kimeweza kujiandaa kwa namna yake ili kuweza kushika dola au kuweza kushika madaraka e, katika nchi yetu ya Tanzania. So niko na story ya e, kuhusiana na mwenyekiti kutokea kule Chadema nikimaanisha Tundu Lissu ambaye tunajua kabisa alikuwa na ziara yake kule e, Ruvuma e, sehemu moja inaitwa Mbinga. Kwa wale wote ambao wanajua wa I think wanakuwa wanapajua vizuri, alikuwa na mkutano wake kule na vitu vikawa vimeenda kinoma noma, lakini pia taarifa ambayo imetoka kwamba ameweza kukamatwa na jeshi la polisi kutokea eh, huko Mbinga Mwenyekiti wa CHADEMA huyo Tundu Lissu ambaye amekamatwa na jeshi la polisi mkoani Ruvuma muda mfupi mara baada ya kuweza kuhutubia mkutano wa hadhara ambao ulikuwa umefanyika eh, huko wilayani Mbinga eh, mkoani Ruvuma. Lakini pia taarifa iliyotolewa na CHADEMA imeeleza kuwa eh, kabla ya Lisu kukamatwa alikuwa ameshahitimisha hotuba yake na wananchi, na walikuwa akiendelea na shughuli za uchangishaji fedha kwa kampeni ya Tonetone. Hiyo ndo kampeni yao ambayo wameweza ya kuianzisha so, alikuwa anachangisha pesa hizo mara baada ya kuweza kumaliza hotuba yake katika mkutano um, huo. Jeshi la polisi bado halijatoa taarifa rasmi kuhusu sababu za kuweza kushikiliwa kwa Lissu, lakini pia taarifa zaidi zitakujia, endelea kutufuatilia katika kurasa zetu sisi kama sawasawa digital, kwa sababu updates tutakuwa tunakuletea zote kupitia mtandao um, wetu wa YouTube. Subscribe, utapata taarifa yote hii kuhusiana na so swala zima la CHADEMA, lakini pia na masuala mengi zaidi kuhusiana na siasa. Sisi ndio tutakuwa tunakuletea kwa uhakika zaidi. Najua sasa hivi mambo haya yatakuwa yanatokea tokea sana, kwa sababu tunajua kabisa uchaguzi, kila mmoja anatamani kushika dola, kila mmoja anatamani kuwa rais, kila mmoja anatamani kuwa juu, kila mmoja anataka kutetea wananchi wake lakini pia kila mmoja eh, anatamani kufanya mazuri na mema kabisa katika, eh, kuiongoza nchi hii. So kuna kwa lazima matukio yatakuwa yametokea mengi sana na yataendelea kutokea mpaka tutakapofikia kipindi cha uchaguzi bwana, tutakuwa tumechoka sana kuzisikiliza hizi mbangambanga za kisiasa. So endelea kutufatilia sisi kama Sawa Sawa Digital, kwa sababu taarifa zote tutakuwa tunakuletea kwa wakati stahili kabisa, ambao unastahili kuipata kabisa. Subscribe channel yetu, na sisi tunakwambia habari kiganjani mwako, tunakufikishia kwa muda wowote ambao unakuwa unautaka, na sisi ni Sawa Sawa Digital.